Tulichagua kamati ambayo itasimamia mradi huu, na kamati ya usimamizi wa mpango tulipata wajumbe nane, na tulipata wajumbe wa baraza la ardhi, tulipendekeza majina ya watu saba. Baada ya mapendekezo hayo, tulipeleka kwenye mkutano mkuu wa wananchi wote wa kijiji cha Msumbua na tulipowapelekea Walipokea mradi huo kwa shukrani sana. Kijiji hiki cha Msungua kinaundwa na vitongoji sita. Kitongoji cha kwanza ni Msungua Kati hiki hapa. Cha pili ni Msanja, cha tatu ni Ponyo, cha nne ni Mtumba, cha tano ni Nyeree B, cha sita ni Nyeree A na kijiji hiki kina ukubwa wa hekta elfu nne mia nane hamsini na tano. Wataalamu hawa wamejiridhisha mipaka ya vijiji. Sasa tamo mwisho hii ya tano na sita inaenda ku, kuenda zaidi kwa kwaala wananchi moja moja uweze kupata zile za hati za kimila, lakini zoezi hili ina gharama sana. Kwa hiyo lazima zitoke serikali endeleze huu mpango ufike mwisho, kwa sababu ukiishia katikati inakosa maana, lakini mtakatoka kianza mwanzo hadi mwisho unakuwa na faida, wananchi watakuwa wana, wana hati zile za kimila na itasaidia sana rasmi katika kutambua mipaka ya vijiji, lakini pia ya mtu moja moja, lakini pia itaondoa migogoro yote, lakini pia itakuwa ni mipango bora ya matumizi ya ardhi. Amepanga eneo hili, kutakuwa na makazi, eneo la malisho, eneo la misikiti, makanisa na kadha wa kadha. Mimi nimefarijika sana, na mimi niongezee pale kwa wenyeji, maana yake tunao wajibu sisi kama mkoa kuendelea kuwakaribisha. Kwa hiyo sisi mkoa tunafarijika kwa sababu tunapoendelea kupima na kupanga mipango mizuri ya matumizi ya ardhi ndiyo dalili ya ya maendeleo katika mkoa wetu. Niye mmeshuhudia hapa, kwaya ni kama kwaya za mijini. Tusipoleta hii mipango mapema, watakapopata maendeleo tutapata miji ambayo haijapangika vizuri, lakini tunavyowahi wakiwa bado ni vijiji hata maendeleo yatakapokuja tutapata miji midogo ambayo imepangika. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi niwapongeze sana wewe binafsi na kamati yako kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya, kwa sababu mnatuandaa sisi huku vijijini kuyapokea maendeleo makubwa. Ninaamini maendeleo haya yanaanza kuonekana na hivi vijiji vya Sepuka, kama mnavyoviona vinakwenda kuwa miji muda si mrefu, zangu wa Msumbua, mradi huu mnaouona sio shughuli ndogo. Ukiangalia mahitaji tulionayo kwenye nchi yetu kwenye kila sekta, Mheshimiwa Rais kutoa fedha na kufanya uwekezaji mkubwa namna hii ni kwa sababu anajua namna gani Watanzania wake wanateseka na changamoto ya migogoro ya ardhi. Mheshimiwa Naibu Waziri, kuhusu mradi kama tulivyosema, Mheshimiwa Rais aliridhia kutoa bilioni tano kwa ajili ya kufanya kazi hii kwenye vijiji mia tatu na thelathini na tatu na fedha hizo zilitoka mwezi Machi mwaka huu 2025, 25, yaani mwezi wa tatu. Leo tumekuja Singida kuona maendeleo ya kazi hii kama moja ya sehemu ambazo zinakwenda kunufaika na fedha zilizotolewa kwa ajili ya mradi huu. Sisi kama kamati, mheshimiwa naibu waziri, tumeridhika sana na kazi kubwa na kazi nzuri iliyofanywa kwenye eneo hili. Kazi ni kubwa, kazi ni nzuri, kazi inaonekana lakini zaidi sana tumefurahi kuona wananchi hawa wanaifahamu kazi hii na wanaona kabisa kwamba kazi hii ni kazi yao. Wamewasilisha vizuri. Tunaamini kwamba kazi hii wameshiriki kwa kiwango kikubwa. Mheshimiwa naibu waziri, tufikishie pongezi kwa mheshimiwa waziri kwamba tumeridhika na kazi iliyofanywa na Tume ya Mipango <coughs> lakini sio tu kazi, pia tumeridhika na kasi ya utendaji wa kazi hii. Wamepokea fedha mwezi wa tatu lakini leo katika vijiji mia tatu na thelathini na tatu vijiji mia mbili na ishirini na nne sana, asilimia sitini na saba, kazi hii imekamilika. Vijiji vingine vichache kama mia moja na tisa ili kazi hiyo iweze kutimia. Ni matumaini yetu, kama mlivyotuahidi kwenye taarifa yenu kwamba ikifika mwishoni mwa mwezi Juni, vijiji vyote mia tatu na thelathini na tatu vitakuwa vimekamilika. Tunaamini mtakamilisha kazi hiyo ili watanzania wa maeneo yote ambayo yanaguswa na mradi huu waendelee kunufaika na kazi nzuri ambayo Mheshimiwa Rais alikusudia ifanyike kwenye maeneo hayo. Tuna washauri wenzetu wa serikali, lakini na tume, kwa maana Wizara ya Ardhi lakini na tume, unapofanya kazi hii kubwa ya mpango wa matumizi bora ya ardhi, ukiishia njiani bila kukamilisha zile hatua nyingine zilizobakia, bado kazi hii inakuwa haijakaa kwenye ubora na kiwango kinachohitajika. Lakini pia inawezekana kuna sehemu tija kidogo ikapungua kama ambavyo kukusudiwa awali. Ni ushauri wetu na wito wetu kama kamati, kwamba kwa sasa huko tunakoelekea, wizara muamue, tunakuamua kwenda kufanya kazi ya mipango ya matumizi bora ya ardhi, basi tuhakikishe kwamba tunaenda kwenye hatua zote mpaka kwenye hatua ya mwisho ya kutoa hati, ili wananchi wakanufaike na kazi hii. Lakini eneo la pili, Mheshimiwa Naibu Waziri, ni lazima wananchi hawa waone faida ya kamati kuja kwenye eneo lao kama kamati ni lazima tuache kumbukumbu kwenye maisha ya wananchi hao. Kumbukumbu tunayoacha mheshimiwa naibu waziri, pamoja na changamoto za kibajeti, ninajua hamshindi. fanyeni kila inayowezekana, kazi hii kwa kijiji hiki ikamilike kwenye hatua zote, wananchi hao wapate hati zao. Wananchi hao wakipata hati zao, itabaki kwenye kumbukumbu kwamba, kumbu kumbu, kuna kamati ya Bunge ilikuja iliwasaidia, nao waweza kupata. Wanaikungi Ninachoweza kuahidi ni kwamba wizara yetu itaendelea kufanya kazi hizi kwa namna fedha na zinavyoweza kupatikana. Nia yetu kama Tanzania, nia yetu kama serikali ya Mama Samia ni kuhakikisha vijiji vyote vinapata huduma hii. Naikungi, maelekezo yaliyotolewa na mwenyekiti wa kamati kwa wizara tunayechukua kwa uzito wake. Amesema anataka aache kumbukumbu, eh, kwenye kijiji hiki cha Msumbua. Tunakwenda kwenye utekelezaji. Mkurugenzi wa tume, haya ni maelekezo ya, ya kamati yatekelezwe. Tuhesabu kwamba hatujamaliza kazi Msumbua. Kazi itakamilika pale tutakapotoa hati, kwa sababu lazima wananchi hawa waende wakanufaiki. Kwa kijiji hiki kimoja hatuwezi kushindwa. Mheshimiwa Katibu Mkuu, tuna imani kubwa kwamba sasa haya maelekezo yanaenda kutekelezwa na baadaye wanamsumbua hawa waweze kuandaliwa hati, na ili ijibu mtakapoandaa, eh, kama sio mimi basi Mheshimiwa Waziri aje atoe hati hizi, kwa sababu maelekezo ya kamati